Maji yalijaa kwenye ile magabioni ya pale yalituna na kusababisha mafuriko makubwa kwenda kwenye kitongoji changu yakaharibu makazi ya watu na vyakula vyao. Ushauri wetu sisi wana kitongoji cha Misegese kwamba kwa sasa hivi tunaiomba serikali zoezi la kuweka magabioni ama kupanga mawe pale kwa sasa hivi lisitishwe ili kunusuru makazi yetu sisi wana kitongoji cha Misegese. Kwa hiyo sasa tunaiomba serikali watuweke daraja la muda ili kusitu tupate mawasiliano kati ya kutoka kitongoji cha Misegese kwenda kitongoji cha Mwembeni ama Mwembeni, na kwenda kufanya shughuli zetu zingine, kwa sababu shughuli zetu kubwa tunazitegemea wapi, kutoka Mwembeni na wanatoka kutoka nyumbani huko Misegese kwenda shuleni inakuwa ni shida. Kwa hiyo tutuwekea daraja la muda mfupi, utakuwa tatuwekea mazingira mazuri kwa sasa. Hii maji alikuja kwa kasi kutoka mto wenyewe mama kuingia kwenye mto vimba, kwa hiyo pale pakakatika, palivyo katika maji yameingia mpaka kwenye makazi ya watu, sisi tunahangaika na watoto hawaendi shule eh. Wamama wajawazito wanapata shida kwenda kliniki na nini. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali kwa sasa hivi pale kwa ujenzi kama wanavyodai wako kwamba kuna hela ya kututengenezea daraja, basi naomba wangetuwekea daraja tu la muda, ili watoto waende shuleni na wakina mama nao wapate huduma za msingi, nakwenda mahospitali na nini. Msingi hapa tulipo ni barabara kubwa kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Ifakara kuja mjini hapa, panawezoweka kutoa madumba Kimsingi hapa ni pembeni ya Mto Furua, mto mkubwa sana, mamabar zote ma mwam hapa, hapa mjini kwetu kwa, kwa kwa, msingi, barabara kubwa, mjini. lakini kwa sasa mawasiliano yamekatika wa TANROADS wame kwa uharaka Baba, tuko na maengineer kutoka TANROADS mkoa kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kile ambacho kinaweza kufanyika ili kurudisha hali sawa. Lakini kwa hali ilivyo, kidogo ni changamoto, lakini tunaamini wataalamu wanaweza kufanya jambo, lakini mamlaka za juu eh, wanafikiria, tuko wananiona, wanatusikia, basi waone namna ya kuongezea nguvu TANROADS mkoa, kwa maana kupata fedha za dharura kuweza kutibu jambo hili. Maji yanapita hapa, maanake yanaelekea kata ya Igawa, kuna vijiji vya Kiwali na Ugala navyo vimeharibika, kuna baadhi ya nyumba zimeathirika mitani, barabara za tarura za mitani karibia zote zimeharibika kwa ajili ya maji ambayo yanapita. Kwa kimsingi, tunahitaji msaada wa dharura, lakini yote kwa yote, technically, tuko vizuri kwa sababu timu iko hapa ya TANROADS, lakini nafikiri ya msingi ni kuongezea nguvu, kuongezea uzito, kwa maana ya kiuchumi TANROADS Mkoa kuweza kupata wataalamu kuweza kufix kwa haraka. Kwa majina anaitwa Patrick Rambika, ni msimamizi wa kitengo cha matengenezo TANROADS Morogoro. unaipata changamoto ya barabara yetu ya kutoka Marine Junction kuja Marine mjini ambayo maji yamekuwa mengi yakupita juu ya barabara na kata tuta la barabara na sehemu zingine kuharibu <coughs> kingo za gabions tulivyokuwa tumeweka kwa ajili ya kulinda tuta la barabara. <coughs> Maji hayo yamekuja na uchafu mwingi sana na kusababisha midomo ya karabati zilizokuwepo hapa kuziba, na hivyo maji kubadilisha uelekeo na kwenda kukata mbele ya ya hizo protection. Kwa hiyo hivi sasa tuko hapa kwa ajili ya kuanza kufanya kufa, usafi wa kuzibua karabati zote, ili maji yaweze kupita vizuri na kuanza kurekebisha eneo lililo katika. Hivi sasa tuko tunafanya maandalizi ya kuleta vifaa, ambapo tumeshaagiza tayari ya excavator na matipa kwa ajili ya kuanza kubeba mawe na vifusi. Asante sana.